Ukiota ndoto hizi ishirini, tambua Mungu ameshayajibu maombi yako. Asilimia ya kubwa watu wamekuwa wakimwomba Mungu, lakini pia Mungu wetu amekuwa wakijibu maombi. Leo takwenda kuangalia ndoto ishirini ambazo ukiziota basi unatakiwa utambua kuwa Mungu ameshayajibu maombi yako. Zipo ndoto nyingi sana, lakini kwa leo nimekuandalia ndoto hizi ishirini. Kabla tujaziangalia ndoto hizi ishirini, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mliosubscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde awatunze na wafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado hujasubscribe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 kwa mtu unayemjua au kwa mtu usiyemjua ila anakuletea na, na kukabidhi zawadi au kitu cha thamani sana. Ndoto hii huashiria Mungu ameshajibu maombi uliyomuomba. Ukiota ndoto ya namna hii, ni muhimu kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu tayari ameshajibu yale maombi ambayo umeshamuomba. Kwa hiyo ukiota ndoto unapokea kitu cha thamani sana au ukiota ndoto unapokea zawadi, ndoto hii inaashiria Mungu amejibu maombi yako. Lakini ndoto namba mbili Kuona mlango uliofunguliwa ndotoni au kujiona unapita kwenye mlango uliofunguliwa yani, ukajua labda ndotoni unapita kwenye mlango ambao umeshafunguliwa, unaingia una au unapita se lakini unakuta mlango uko wazi, hu unapita. Uh, ndoto hii huashiria Mungu amefungua njia kwa ajili yako. Kwa ukiota ndoto namna hii mshukuru, mshukuru Mungu. Ukiota ndoto unapita kwenye mlango unaona uko mlango uko wazi baada ya kuota ndoto hii mshukuru sana Mungu, lakini pia ndoto hii huashiria Mungu, Mungu ameachilia baraka kwa ajili yako. Ndoto hii huashiria Mungu ameachilia baraka kwa ajili yako wewe, ukiota unapita kwenye mlango uliofunguliwa, unapita kwenye mlango uliofunguliwa, ndoto hii huashiria Mungu ameachilia baraka kwa ajili yako. Lakini pia ndoto namba tatu, a kuona nuru kutoka mbinguni, yani kuona nuru kutoka mbinguni au kuona nuru kwenye anga kuona mwanga ukitokea angani, ndoto hii inaweza ikawa ni ishara ya Mungu kujibu maombi yako. Ukajikuta labda umelala uh, lakini ulivyokuwa umelala ndotoni unaona anga uh, anga la tua mwanga eh, au unaona nuru kwenye, kwenye mbinguni au unaona anga la tua mwanga, ndoto hii inaashiria inaweza kuwa ni ishara ambayo Mungu anakuonyesha kuwa yale ma, maombi uliyokuwa naomba Mungu tayari amesha yajibu kao, anza kumshukuru Mungu. Ndoto namba nne, kujiona huko juu ya kilele cha mlima. Siku zote mlima huashiria kizuizi, lakini unapojiona huko kileleni huashiria Mungu amejibu maombi yako. Maombi yako yamefika na Mungu ameyajibu eh? Siku zote mlima, ndio maana watu wengi sana huwa wa, na wanaota wanakuta, mwingine anaota anapanda mlima ila afiki mlimani lakini hu ukijona umeota labda umepanda mlima mpaka ukafika ulikuwa unapanda mlima mpaka ukafika kileleni kwenye ule mlima, ndoto hii inaashiria Mungu ameyajibu maombi yako. Kwa hiyo ni muhimu baada ya kuota ndoto hii, anza kumshukuru Mungu sana, kwa sababu Mungu tayari ameshajibu maombi yako. Lakini ndoto namba tano, kutokiwa na malaika. Ndoto ukiota ndoto malaika amekutokea ndotoni hii inaashiria Mungu ameshajibu yale maombi yako uliyokuwa unaomba. Mungu ameshajibu hitaji la moyo wako. Mungu ameshajibu kwa, anza kumshukuru Mungu, na siku zote malaika anapokutokea malaika wa Mungu amebeba ujumbe, malaika anapokutokea huwa anabeba ujumbe. Ndio maana ukisoma kitabu cha, uh, cha Daniel. Utaona Daniel alikuwa kwenye maombi ya siku 21 wiki tatu alikuwa anaomba b maombi yake Mungu alishajibu maombi yake, lakini malaika alikuwa amezuiliwa kwenye anga na mkuu wa jeni, na baadaye malaika anakuja kutoka na mwambie mimi nimetumwa kuleta majibu ya maombi yako Mungu an... malaika anaanza kumjibu, anamwambia Danieli, tangu siku ya kwanza ulipotia nia Mungu alishajibu maombi yako. Kwa hiyo ukiona wewe ndotoni unatokiwa na malaika basi malaika, utakutambue Mungu ameshajibu maombi yako au ukiota ndoto malaika na kusemesha ndotoni, nataka nikwambie, uh, malaika wa Mungu jambo latakeka na kwambia lazima lindane na neno la Mungu. Wahiyo uh, ukimwona malaika na kutokea ndotoni, basi nitakutambue maombi yako uliokuwa unaomba Mungu amesha yajibu. Anza kumshukuru Mungu. Ndoto namba sita: kujaa ndotoni, umepokea barua na unaisoma, kuja ndotoni unapokea barua na barua ile, baada ya kupokea unaisoma, au unaifungua, unaisoma, au kujiona mtu anakuletea barua, mtu unayemfahamu au yamkini mfahamu, uh, lakini anakuletea barua. Ndoto hii inaashiria Mungu ameshajibu ombi yako. Lakini ndoto nyingine, kuona ndotoni unanyeshewa na mvua. Ukijiona ndotoni unanyeshewa na mvua, mvua nzuri na kunyeshea, sio ni mvua upepo, mna mvua na kunyeshea mtu, inaashiria Mungu ameshajibu Uh, maombi yako. Ndoto ya mvua inaashiria pia baraka, Mungu ameshaachilia baraka kwa ajili yako, Mungu ameshajibu maombi yako. Lakini ndoto namba saba, kuona mtoto mchanga, kumwona uh, mtoto mchanga au kumwona mtoto mchanga au kuzaa mtoto, ndoto inaashiria Mungu ameshajibu maombi yako. Kumwona mtoto mchanga au kuzaa mtoto, ndoto inaashiria pia Mungu ameshajibu maombi yako, au kujiona umemshikilia mtoto, umembeba mtoto mchanga. Kama ni mwanaume unajiona labda umembeba mtoto mchanga, kama ni mwanamke unajiona umembeba mtoto mchanga, au mwanamke unajiona ndoto umezaa mtoto mchanga, ndoto huo naashiria Mungu ameshajibu ile hitaji ya moyo wako, yale maombi uliokuwa naomba Mungu tayari ameshakujibu. Kwa hiyo, anza kumshukuru Mungu. Ndoto namba nane, kujiona unatembea juu ya maji yaliyotulia kujiona na tembea juu ya maji yaliyotulia. Ndoto hii Mungu anakuwa anakusaidia na ndoto hii huashiria pia Mungu anakusaidia kufanya vitu vinavyoonekana haviwezekani. Kwa hiyo, ukijiona unatembea kwenye maji, unatembea juu ya maji eh, ndoto hii inaashiria Mungu anakusaidia kutembea au kufanya vitu ambavyo vinaonekana haviwezekani. Lakini ndoto namba tisa, kujiona ndotoni umevikwa taji ya kifalme kujiona ndotoni umevikwa taji ya kifalme ndoto hii huashiria kupatiwa uh, mamlaka na neema. Lakini pia ndoto hii huashiria kujibiwa maombi yako. Lakini pia ndoto hii huashiria Mungu anakuinua kiimani. Ukijiona ndotoni umevikwa ile crown, ile taji ya kifalme, ndoto hii huashiria Mungu anakuinua kiimani. Lakini ndoto namba kumi kujiona ndotoni ukivuna mazao au matunda yaliyoiva, ndoto hii huashiria maombi yako uliyoyaomba Mungu ameyajibu. Kwa ukiona ukiota ndoto ukajiona unavuna makinda yaliyoiva ya ndoto hii inaashiria Mungu ameshajibu maombi yako. Lakini ndoto namba kumi na moja, kujiona ndotoni ukipokea funguo, kujiona ndotoni ukipokea funguo nabidi umshukuru Mungu kwa sababu ufunguo siku zote huwa inakupa access juu ya jambo fulani. Maanake Mungu amefungua mlango, amekupa access juu ya lile jambo ambalo ulikuwa unaomba Mungu tayari ameshajibu, amesha maombi yako. Kwa anza kumshukuru Mungu. Kwa ukijiona ndotoni ukipokea funguo, au unaletewa mtu anakupa funguo, au unaokota funguo, basi ndokuwa tambue Mungu ameshajibu maombi yako. Lakini ndoto namba kumi na mbili kujiona ndotoni umempiga adui yako na kumshinda. Ukajiona ndotoni labda umempiga adui yako na ukamshinda kabisa basi nitakutambua kuwa Mungu tayari ameshajibu maombi yako. Lakini ndoto namba 14, kujiona unakunywa maji yaliyo safi. Ukijiona ndoto unakunywa maji yaliyo safi; maji inaashiria Roho Mtakatifu. Kwa ukijiona ndoto unakunywa maji yaliyo safi, ndoto hii huashiria pia Mungu ameshajibu maombi yako. Ndoto namba 15, kuona barabara isiyokuwa na kizuizi chochote ndotoni kuona barabara isiyokuwa na kizuizi chochote ndotoni, ndoto hii huashiria Mungu amekuondolea kila aina ya kizuizi na amejibu maombi yako. Wewe ukiona barabara isiyokuwa na kizuizi chochote ndotoni, ndoto hii huashiria Mungu amekuondolea kila aina ya kizuizi na amejibu maombi yako. Ndoto namba kumi na sita kusikia nyimbo za kumwabudu mungu ndotoni Yaani ukijawa ndotoni labda uko umefika sehemu fulani lakini kwa mbali unaweza kusikia nyimbo za kumwabudu mungu nyimbo za kumsifu mungu ndoto hii huashiria amani ya kiroho ndoto hii pia huashiria mungu anakuwa anakuthibitishia kuwa uko kwenye mapenzi yake uko kwenye mapenzi yake ndoto namba kumi na saba Hujiona unatembea kwenye moto lakini huteketei. Najiona unatembea kwenye moto lakini huteketei kama kina Shadraka Meshaki na Abednego. Ndoto hii huashiria unao ulinzi wa kimungu. Ndoto namba 18 hujiona uko kwenye bustani nzuri sana basi ntakuwa utambua kuwa Ah, Mungu ameshajibu maombi yako. Ukijiona uko kwenye bustani nzuri sana, basi unatakia utambue kuwa Mungu amejibu maombi yako. Ndoto namba kumi na tisa kujiona ndotoni ukivuka daraja, mshukuru Mungu. Yani ukija ukiota ndoto ukajiona ndotoni unavuka daraja, ndoto hii inaashiria utaingia kwenye kipindi cha amani inaashiria uh, Mungu atafanya jambo ambalo litabadilisha maisha yako. Unavuka daraja, manake unaingia kwenye msimu mpya, msimu wa amani, msimu wa furaha. Ni muhimu sana kuzingatia mazingira ya ndoto pia. Ndoto namba 20, kujiona ndoto umeshinda kwenye mchezo wote. Ukijiona ndoto umeshinda kwenye mchezo wote, au ni mpira umeibuka, au umeshinda, au mchezo wa bahati nasibu, lakini ndo unaibuka kuwa mshindi basi nitakuambia kuwa Mungu amejibu maombi yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza zaidi, lakini pia ningependa kuambia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe, lakini pia hakikisha una share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akubariki wote kitumia muda wako kushare link ya video hii, Mungu akajibu haja ya moyo wako. Mungu akakusaidie wa Mungu akafungua milango ya baraka kwa ajili yako. Tukutane kipindi kijacho na kupenda sana.